Matarajio yangu kama mwanafunzi mpya wa IAA ni kupata elimu yenye ubora na uzoefu utakaoniandaa kupata kazi halisi. Kujiunga na IAA ni hatua kubwa sana kwangu. Matarajio yangu ni kuongeza maarifa, kuimarisha ujuzi na hatimaye kujiandaa kwa ajira. Najivunia kujiunga na IAA. Nafurahia kuanza safari yangu hapa IAA. Natarajia kujifunza ujuzi wa vitendo, kuongeza ujasiri na mustakabali mzuri. Kama mwanafunzi mpya wa IAA, ninatarajia mafunzo ya vitendo na ushauri kutoka kwa wakufunzi wazoefu. Natumaini chuo cha IAA kitanijenga. Nasubiri kukutana na watu wapya na kukua kitaaluma. Katika chuo hiki ninatarajia kukua, pia kupata msukumo, na pamoja na hayo yote, ninakuwa na ujasiri hata wakuweza kukua zaidi katika masuala yangu ya kitaaluma. Naamini hapa ndo nitakapogundua nguvu na uwezo wangu. Nipo tayari kuanza ukurasa mpya. Ninaamini kwamba nitashinda, na chochote chetu kitaweza kupata maendeleo mazuri. Kutokana na hayo yote niliyosema, naamini hapa ndo nitakapogundua nguvu na uwezo wangu. Ayeye, next level.